Naongea uh, kuhusiana na vidonda vya tumbo. Mimi naitwa Dr. Manuel. Vidonda vya tumbo vimekuwa ni changamoto sana kwa wakati huu. Ni kwamba um, watu wanakuwa na, di, na changamoto ya kupata burning sensation, yani anapata maumivu yanauma kama anaungua. Lakini pia anapata abdominal discomfort, yani tumbo hawezi kumweleza mtu namna ya inavyosumbua. Lakini pia imeenda mbali sasa, watu mpaka wanatapika. Wakati mwingine mpaka wanatapika damu. Kisha sasa hadi stool nayo inaanza kuwa changamoto, yani choo inakuwa gumu kabisa hata kupita inakuwa changamoto. Kwa sababu ya nini? Ya vidonda vya tumbo. Na ule msongo wa mawazo sasa ndio kabisa unaweza kuleta disturbances kubwa katika tumbo. Sasa sisi tumekuja na namna zinaweza zikakutibu. Usifike stage sasa na wewe mpaka uanze ku develop, um, complications kama za kupungukiwa damu. Usifike stage mpaka sasa uanze kupata mpaka mabawasiri. Inafika stage sasa, yaani utumbo unataka kutoboka kwa sababu ya nini? Nii, usifike huko, tuna dawa ambazo zinatibu kabisa kwa muda mfupi sana, siku saba mpaka siku kumi na nne zilizotumia, ambazo zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda, hazina kemikali kabisa na zinamaliza jambo hili bila kuwepo na uh, changamoto yoyote ile. Na nikuombe, namba tutakazoziweka hapo chini, nitafute wewe ambao na changamoto hii. Asante sana mimi na Dr. Manuel. Nani watakiwa kati mzuri. Thank you guys. Thank you so much.